Naam, hujambo na karibu mpenzi mfuatiliaji wa simulizi yetu isemayo Sitasahau usiku ule. Leo ikibisha hodi katika sehemu ya nane. Maisha hubadilika na wakati mwingine hubadilika kwa kasi ambayo haieleweki hivi hata kama kisababishi cha mabadiliko hayo inaweza kawa ni tatizo lililokukumba au la. Wakati sauti za vilio pia vya majonzi vikizidi kufifia kule Igalangala, upepo mpya unaanza kuvuma, lakini hata huo upepo mtulivu unaweza kuficha dhoruba kali ndani yake. Kukualika tuweze kuungana katika sehemu ya nane, naitwa na mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema Hebu twende, nipe sikio lako. Mliti sasa anaishi mjini Arusha, ni mji uliojaa milima na baridi ya asubuhi ambayo huamsha kumbukumbu. Alitafutiwa chumba katika nyumba ya ghorofa ndogo, mtaa wa Sanawari, karibu kabisa na mlima Meru. Kwa kuwa elimu aliyokuwa anasoma ilikuwa ni elimu maalum na pia kila alipokuwa akipata nafasi alikuwa anajaribu kuona atafanya nini kwa ajili ya kesho. Wanaomlea wakajua Mliti anaifikiria kesho yake zaidi, waliamua mtoto huyo kumpatia kazi ya ziada mara baada ya shughuli zake za masomo na siku ambazo haendi shule, ili awe anafanya kazi hiyo Hivyo Mliti, msikilizaji wangu, ni kwamba alianza kazi hiyo kama msaidizi kwenye ofisi ya shirika hilo lisilo la kiserikali lililojihusisha na haki za waathiriwa wa mauaji na unyanyasaji. Kila jioni baada ya kazi, Mliti huyu alikuwa akikaa kwenye veranda ya nyumba hiyo akitafakari mengi. Hata kama ungelimwona, mara nyingi alikuwa akishika tama. Wakati mwingine Mliti huyu alikuwa akiandika barua kwa Nasra, akijaribu kuandika maneno ambayo yangeweza kumtuliza mdogo wake huyo mdogo, ambaye kwa sasa Mliti alijiona na jukumu kubwa zaidi kwa Nasra, kwamba yeye ndiye baba, yeye ndiye mama kwake. naye mtoto Nasra kule Nairobi huko shuleni alikokuwa, maisha yaliendelea yakiwa katika uangalizi wa karibu sana na familia moja iliyojitolea kumlea kwa gharama yoyote mtoto Nasra na familia hiyo ilikuwa ina hali nzuri kiuchumi, lakini pia walikuwa na moyo safi. Sasa Nasra alikuwa shuleni hapo huko Nairobi akiwa ni mtu ambaye muda mwingi ni mkimya, lakini anayeonekana kuwa na uwezo mkubwa sana katika masuala ya shule ama kielimu. Mkimya siye na makuu, lakini mwelewa sana, walimu walimwelezea hivyo. Walimu wake walimpenda sana sana kwa utulivu wake, na hasa baada ya kujua historia ya yale yaliyowakumba hapo, wakampenda zaidi na kumhurumia. Msikilizaji wangu na mfuatiliaji wangu, hata kutokana na ufuatiliaji wake huyo, matron aliyekuwa akimlea pale shuleni alikuja kubaini kitu kipya kwa mtoto huyu Nasra, ambacho kilikuwa kikimtokea usiku wa manane. Wakiwa wamelala kule mabwenini, mtoto huyu alikuwa akiweweseka sana usiku na akiwa usingizini, wakati mwingine alisikika kilia, na walipomwamsha alikuwa akimwambia matroni wake kwamba anamwona baba yake na mama yake ndotoni lakini ukweli ni kwamba kumbukumbu ilikuwa inajirudia, kwani kwa sasa baada ya Nasra kupata akili nzuri. Tu wakati ule alikuwa hajali hili wala lile. Akili zilipoongezeka ndipo alipoanza kuona kwamba kuna kitu kinapungua katika maisha yao, hasa akikumbuka wazazi wake walivyouawa kinyama mbele ya macho yake. na Mliti kwa sasa alichokaa akimhurumia mdogo wake ni kwamba anaporejesha kumbukumbu za wazazi wake nani anayemtuliza? Kwa sababu hata kabla hawajaachana, msikilizaji wangu, ni kwamba Mliti huyu alikuwa akimtuliza Nasra mara kadhaa. Kwa hiyo mawazo ya kurejea kuwaza wazazi wake yalianza hata kabla ya kupelekwa huko Nairobi. Suala la kesi iliyokuwa ikiendelea kule mahakamani chini ya uangalizi mzito kabisa na wakaribu wa Afande Baraka, kwa kweli, japo kuwa ilikuwa inaendelea vizuri, japokuwa yeye ukimwangalia, ilikuwa ni zaidi ya kutimiza wajibu wake kama askari wa upelelezi, kwa sababu alilichukua swala hilo kama jambo ambalo ni wajibu wake, lakini kwa sehemu yeye anatimiza kama familia <mulia> na msikilizaji, pamoja na unyama wote waliokuwa wameufanya kina Makwapa na Majuto kumkatakata mzee Nyalile, lakini ulianza kusukwa mpango bwana. Huo mpango ulisukwa na baadhi ya watu wasio waaminifu, kuanzia kule kijijini Galangala, na baadhi ya polisi walishirikishwa. Ikawa imeandaliwa fedha kubwa tu, ambayo hiyo fedha ilikuwa inalenga kwamba wakishapewa au askari waweze kuwatorosha na kwa kuwa lilikuwa ni jambo ambalo halina baraka kwa watumishi wote, mapema kabisa mpango ulipoanza, afande Baraka alipata taarifa za mpango wote, na wakajipanga kuhakikisha kwamba wanalizima jaribio hili na waliohusika wanawajibika kwa mujibu wa sheria. Usiku mmoja msikilizaji wangu, kupitia msaada wa baadhi ya askari wa gereza waliolaghaiwa na kuhongwa kwa ahadi ya pesa nyingi, walikuwa tayari kwa hatua ya mwisho ya kutoroka kupitia mlangoni. Kule kulikuwa na mlango mmoja hivi wa maghala ya chakula, wakaona huko ndiko itakakotumika kuwatoa makwapa pamoja na mwenzake majuto lakini afande Baraka aliyekuwa akifuatilia nyenendo zote hizo, mwenendo wa kesi na nyenendo hizi za njama za kutaka kuwatorosha, alipata taarifa kwa mmoja wa askari kwamba ule mpango unatekelezwa leo. Hivyo wakajipanga afande Baraka pamoja na askari wengine waliopewa uaminifu kutoka vituo vingine kabisa, ambao hata pale walikuwa hawafahamiki, askari kanzu hawa wakawa wamejipanga. Usiku huo wa tukio, msikilizaji wangu, ilikuwa hivi: walipanga njama, walizima taa kwa muda mfupi tu, kama ilivyokuwa imepangwa ndani ya mpango huo, lakini kabla ya makwapa na majuto kutokomea kusikojulikana kupitia ukuta huo wa nyuma walikotokea kwenye ghala la chakula, ghafla binivu walikamatwa wakiwa wameshavaa tayari mavazi ya kiraia waliokuwa wameandaliwa, na kuwekwa chini ya ulinzi tena wakiwa na pingu mpya mikononi. Afande Baraka alisimama kimya kwa sekunde kadhaa, akiwaangalia kwa hasira, kisha akasema kwa sauti ya chini chini na ya ukali, Haki haikimbiwi, Majuto na Makwapa. Narudia tena kuambia, haki haikimbiwi, Majuto na Makwapa, na uovu wenu hauwezi kuikwepa haki. Msikilizaji wangu, Makwapa na Majuto macho yaliwatoka, wakibingra bingra na kuwaya waya, wasijue la kufanya. Jaribio hilo la kutaka kuwatorosha makwapa na majuto limekwama msikilizaji. Wapanga njama wanatambulika wazi kabisa na afande Baraka na orodha yao. Nini kitatokea? <muchiliki> Mtoto Nasra ameanza maisha mapya jijini Nairobi. Mungu anamsaidia anaenda vyema sana. Hata walimu wake wanalisema hilo. Naye Mliti kule Arusha anasoma maswala yake ya sana, lakini pia amepewa kibarua ili kuweza kumsaidia kujifunza kujitegemea katika maisha halisi. Na si kwamba eti wameshindwa kumwezesha kumsaidia, lahasha, bali wanamjenga aweze kuwa na akili ya kujitegemea. Taarifa za jaribio la kutaka kuwatorosha watuhumiwa zimesikika mpaka kule kijijini Igalangala zimegawa watu. Watu wameanza kugawanyika na kuchukiana, wanajua ni nani hasa amesimamia njama hizo. Igalangala anatafutwa mchawi. Polisi kule wanamtafuta mchawi. i ikitajiri usikose sehemu ya tisa ya simulizi yetu isemayo Sitasahau Usiku Ule. Kuwa wa kwanza kupata mwendelezo wa simulizi hii kwa kusubscribe chaneli hii. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali anasema kwa heri kutoka katika sehemu hii ya nane.